Yo, karibu kwa mara nyingine tena, tunakutana hapa katika jifunze bure, na nakumbusha kwamba kama una swali kuhusu huduma zetu, we comment hapo chini niulize, kitu chochote nitakujibu bure. Huduma uh, zetu hizi ulipi kitu chochote, wewe uliza na mimi nitakuja kukujibu, ukiwa una swali lolote kuhusu mafunzo ambayo yanaendelea kutolewa hapa jifunze bure. So <coughs> Naomba nikukumbushe kwamba kumbuka kusubscribe katika cheni yetu, kwa sababu toni unatusupport, una tupe kampani yetu. Kumbuka ku like, share na kushare kwa wengine, ili tupate support kutoka kwenu tuendelee kufanya hiki ambacho tunakifanya bure kwa juhudi zaidi. Leo nilikuwa nataka niongelee kuhusu sehemu gani sahihi ya kutangaza biashara no, huduma yako bidhaa yako na so, yani hapa tunaongelea maswala ya social media na fikiri kwamba tumeshaongelea sana maswala ya social media, lakini watu wananiuliza kwamba ni sehemu gani sahihi ambayo mimi naweza nikatangaza huduma yangu. Kwa mfano unatoa service unatoa pro, product fulani, lakini unataka ijulikane zaidi, unataka watu waijue. So kuna mambo, kuna kuna mambo social media nyingi, kuna TikTok, Facebook, Instagram, YouTube na zingine. Sasa wewe unataka ujue ni wapi ambayo service yako inastahili kutangazwa ili ipate mafanikio, na kumbuka kwamba hizi social media ni, ni brand, right? Na brand zina hisia nice za watu. Ikiwa unataka masuala ya entertainment, utajua moja kwa moja kwamba okay ni TikTok. Ukitaka masuala ya kujibrandi ya kupicha nzuri nini uta, moja kwa moja kile yako itakutuma Instagram. Ukitaka masuala ya community moja kwa moja akili yako itakutuma wapi? Facebook. So ukitaka masuala ya kazi moja kwa moja utafikiria LinkedIn, na ukitaka masuala ya mfano Uh, media moja kwa moja utenda YouTube unaona, so hivyo ndio ilivyo we. Kwa hiyo hiyo ni brand ambayo imekaa katika akili za watu wengi hivyo, hasa inapokuja swala la kutangaza, kitu cha kwanza unapashwa ujue kwamba unataka kutangaza nini, kitu gani ambacho unataka kudeliver kwa watu wako weo. Kwa hiyo ukishajua kwamba ni kitu gani ambacho unataka ku deliver kama nilivyosema kwa ni hiyo, unakuwa unajua kwamba naenda kutangaza mtandao gani, so leo ikiwa kwamba unataka kufanya masuala ya entertainment, unataka kutangaza bidhaa yako julikani, naomba nikuambia kwamba TikTok ni sehemu sahihi ya kufanya entertainment, na ukitaka kutangaza brand yako ili upate value, na unataka ushare picha ili watu waelewe brand yako, Instagram ni sehemu sahihi. Ukiwa labda ni kitu ambacho unataka ushare na watu wengi, community, watu wa aina zote, Facebook ni sehemu sahihi. Ukiwa unataka masuala ya media unataka video zako waangalie watu wengi, au wa podcast unataka watu watazame wengi, ni, Instagram, uh, ni, ni... YouTube. Mimi nimejaribu mara nyingi kutumia mitandao zote na, na experience na social media zote nimewahi kutumia kama dola hamsini kwenye YouTube nikapata watu elfu kumi na zaidi. Watu ambao wamesubscribe katika channel yangu ilikuwa ni elfu kumi na zaidi. Kwa hiyo niliwahi kutumia kama dola sita kwenye Instagram, kwenye Facebook nikapata kama watu Uh, ilikuwa ni watu kama mia tatu na zaidi so ina, mimi napokuwa nataka kutangaza bidhaa yangu naangalia kwamba hii bidhaa ni bidhaa gani na inaweza nikadelivari kwa sehemu gani. Kwa hiyo kama nilivyokueleza, nahisi kwamba umenielewa ni sehemu gani sahihi wewe, well, unaweza ukaenda kutangaza biashara yako. Kwa hiyo fuata hayo maelekezo, utapata matokeo. Usitaki kutangaza maswala ya picha ukayaweka kwenye Instagram. My friend, you lose your money. So ni bora uchukue. Yaani mfano labda hata unachukua video ndefu na unaweka ku TikTok, una expect mtu aiangalie masaa yote. No, TikTok ni mtu kucheka tu afurahi. Hmm? Apite, lakini YouTube ni same same kwa sababu mtu atatulia, ataangalia kile ambacho wewe unakiongea. Kwa sababu YouTube mtu akienda YouTube anakuwa anakuwa iko tayari kwamba kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, lakini ukienda kwenye TikTok mtu anataka aone kitu ni dakika mbili tatu huyo anaruka. Unaona eh? Lakini ukienda na Facebook pia iko hivi, watu wanakuja, mtu anataka aone mawazo ya watu wengi, watu wanashare kitu kwa watu wengi na LinkedIn. LinkedIn ni sehemu ambayo labda unataka ka, watu wako wanaenda kule specific maswala ya kazi, kwa hiyo inapendeza kila uh, social media au kila uh, mtandao hapo unakuwa una specific kwenye mambo fulani, au umejenga hisia kwa watu kwamba wao wako hivi. Ukiongelea Facebook unajua kwamba wako hivi, ukiongelea kitu fulani unajua uko hivi. Kwa hiyo ndio nataka nikwambie kitu cha kwanza ni kuangalia bidhaa unayotaka ku deliver. Kitu cha pili uchague kulingana na livyo kutajia hapo. Asante.